Je, yeah, Palestina ni nchi au si nchi? Hili ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza, na wengi wanabishana. Wengine wanasema Palestina ni nchi, wengine wanasema Palestina si nchi. Na mimi niko hapa leo tuainishe, ili tujue kwamba ni nchi si nchi. Mimi ni Resho Robin, hii ni Resho Robin online TV. Usahau subscribe hapo chini, ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kama hizi. Kuna mkataba au makubaliano yanaitwa Montevideo Agreement huu ni mkataba au makubaliano ambayo yalisainiwa mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tatu kule Montevideo, katika mji mkuu wa Uruguay. Huu mkataba umehainisha kwamba ni vigezo gani ambavyo watu wanatakiwa wawe navyo ili kuunda nchi, na mi niko hapa kukuainishia hivyo vigezo. Cha kwanza, unatakiwa uwe na ardhi. Wa Palestina tayari ardhi wanayo, lakini kigezo cha pili, unatakiwa uwe na watu permanent yani Permanent population. Tayari wa Palestina wanao watu ambao wako permanent pale katika ile ardhi. Kwa hiyo hicho kigezo wameshapita, wanacho, lakini pia unatakiwa uwe na serikali. Wa Palestina tayari wana serikali na kiongozi wao Mahmoud Abbas. Kwa hiyo hicho kigezo kimepita, wanacho. Lakini kitu kingine, unatakiwa muwe mahusiano na mataifa mbalimbali. Tayari wa Palestina wana mahusiano na mataifa mbalimbali, kwa hiyo hicho kigezo wamepita. Kigezo kingine cha mwisho unatakiwa uwe na control na mipaka yako, yaani unatakiwa uwe na mipaka inayoeleweka. Hapo ndipo wa Palestina wanapokwama, hawana mipaka inayoeleweka, kwa sababu Israel wamechukua ardhi yao. Kwa hiyo wakifanikiwa kuweza kurudisha mipaka yao ilivyokuwa kabla ya mwaka sitini na saba, maana yake ni kwamba watakuwa wamekizi vigezo vyote vya wao kuwa nchi. Lakini sasa hivi hawakontrol mipaka yao, hawana mipaka inayoeleweka. Umeona? Kwa hiyo, kwa kuwa mipaka ya Palestina wanaikontrol Israeli, hatuwezi kuita Palestina ni nchi. Na ndio maana wa Palestina kilio chao kikuu kimekuwa ni kutaka Israeli warudishe ardhi yao, ili waweze kutengeneza nchi ikiwa na mipaka mikuu ambayo inatambulika. Umeona? Kwa hiyo hiki kimekuwa kilio kikubwa sana, na wamekuwa wakijaribu kukaa na Israel kupitia mazungumzo, kupitia hiki, mpaka sasa hivi wanaingia kupitia fujo, ili tu waweze kupata mipaka ya ardhi yao, ili wawe na mipaka inayoeleweka ya kuweza kuwatimizia wao vigezo vyote vya kuweza kuwa nchi, kwa sababu tayari wana vigezo vyote vya wao kuweza kuunda taifa. Umeona, kama haukontrol mipaka, maana yake ni kwamba hata uchumi hautaweza kuukontrol Yani, utakontrol vipi wakati mipaka haiko chini yako? Umeona, katika mipaka ndiko, yani unapokontrol mipaka yote unapokontrol maji, unapokontrol anga. Ndipo unapoweza hata kutengeneza uchumi, umeona. Utakapopitisha biashara na nini na nini ukazungusha uchumi watu wako kwa free kumove huku na huku, umeona, yani hauwezi kuendesha uchumi kama mipaka haui control wewe. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinawafanya wa Palestina washindwe kutengeneza nchi na ndio maana wamekuwa wakipeleka sana malalamiko ya wa Mataifa kwa sababu Umoja wa Mataifa ndio ulichora mipaka ya hawa watu wawili wa, wa Israeli na wa Palestina. Nimeutaji Umoja wa Mataifa, najua kuna watu wengi watakuwa wanajiuliza, je, Umoja wa Mataifa ndiyo ambao unasimika nchi kuwa nchi? Yani kama Umoja wa Mataifa hujakupa baraka zake, je za nchi? Umoja wa Mataifa ni umoja tu wa Mataifa, hauhusiani na watu kutengeneza nchi. Unaweza kutengeneza nchi pasipo baraka zozote za Umoja wa Mataifa, ule si se, ile si serikali ya dunia Ule ni umoja tu wa mataifa. Umeona? Kwa hiyo haihusiani na chochote katika hili. Kitu kinachofanya Wapalestina wao wanakimbilia wa Umoja wa Mataifa kuomba mapendekezo yao yafanyiwe ni kwa sababu ya mipaka ambayo Israel wanaikontrol, kwa hiyo wanaamini kabisa suluhisho litapatikana katika Umoja wa Mataifa, kwa sababu Israel ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa, lakini si kwamba eti Umoja wa Mataifa ndio utaweza kuwaundia Wapalestina nchi. Hapana, wana uwezo wa inchi, kuunda nchi yao wenyewe asipo hata baraka yoyote ya umoja wa mataifa. Nimezungumzia hapo kwamba kuhusiana na kwamba wa Palestina wanapeleka mapendekezo yao kule, kwa sababu Israel ni mwanachama wa umoja wa mataifa. Pengine kuna wengine mtajiuliza, je, Palestina nao ni wanachama wa umoja wa mataifa? Hapana, umeona eh? wao si wanachama wa umoja wa mataifa, lakini wao wamekuwa wakienda kuomba angalau na wao kuwa wanachama wa umoja wa mataifa, lakini imekuwa ikishindikana mone nafikiri pengine kwa sababu pia watambua nchi kisheria, lakini pia uh, kikubwa zaidi ni kwamba ndio, uh, kama hivyo, ili uwe mwanachama wa moja mataifa ni lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Sasa vile vigezo kama kuna watu watavibloku, umo ndani ya umoja wa mataifa basi wewe uweze kupewa wanachama wa umoja wa mataifa. Kama nilivyosema, umoja wa mataifa haundi nchi, mnaweza kujiundia nchi wenyewe alafu mkaenda kuomba kuwa wanachama wa umoja wa mataifa. Kwa hiyo Wapalestina wao tayari umeshaona, wana vigezo vyote vya kuwa nchi, na wanaendaga kuomba wanaendaga kuomba kuwa wanachama wa Umoja wa Mataifa hata kama mipaka yao hawai control, kwa sababu wapo watu wengine ndani ya Umoja wa Mataifa kuna mipaka yao imevurugwa. Umeona mfano wa Ukraine, sasa hivi mipaka yao mingine ya kule Ukraine mashariki hawai control. Wa Georgia Georgia, mipaka yao ya Georgia mingine hawai control, Russia kachukua maeneo yao. Kwa hiyo wapo watu wengi wako hivyo, lakini pia ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Sasa kwa nini Wapalestina sio wanachama wa Umoja wa Mataifa. Kwanza tutatakiwa tujue, wa Palestina wamepewa kitu kinaitwa uh, wamekuwa ni ma observers ni watazamaji wa, wa, wa Umoja wa Mataifa, yaani wanapewa kitu, wanahudhuria katika mkutano, wanatazama yote yanayoendelea, lakini wao si wanachama. Ni kama, ma observers wanapewa kiti. Kuna wengine unaweza ukapewa kiti. Kama ni observers, kama watu wanaokuja kusimamia uchaguzi wetu katika nchi mbalimbali mbali, hawana kufanya mambo yote ambayo wanafanya wanachama. Ukitokea jambo linatakiwa lipigiwe kura, wao hawawezi kupiga kura lakini pia kitu kingine hawezi kupeleka mashtaka yoyote katika mahakama ya Umoja wa Mataifa ya ICJ hata ikitokea wameonewa. Na ndio maana kesi ya wao wananchi wa Gaza kupigwa imepelekwa na Afrika Kusini. Afrika Kusini ndio wameenda kuwasaidia wa Palestina kuishtaki Israeli katika mahakama ya Umoja wa Mataifa. Sasa ni vigezo gani wa Palestina wanatakiwa wawe navyo? Kwanza wapigiwe kura na wanachama wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa una wanachama 193. mpaka sasa wanachama mia moja arobaii na tayari wameitambua tayari kama wa Palestina. Umeona, na wanaunga mkono iungwe katika Umoja wa Mataifa, lakini Umoja wa Mataifa kuna kitengo United Security Council, yani baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Katika kile kitengo ndo kuna wale nchi tano zilizouanzisha ule umoja ambao ni Urusi, Marekani, China, Uingereza pamoja na Ufaransa. Ndio washindi wa vita kuu ya pili ya dunia na ndio waanzilishi wa Umoja wa Mataifa. Sasa, ili uweze kutawazwa wewe kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa ni lazima upigiwe kura tisa kutoka katika lile baraza, kwa hiyo upate kura tano za wale Big Five wenyewe waanzilishi, alafu upate na kura nne kutoka kwa wengine waliokaribishwa katika lile baraza, kwa hiyo jumla zinakuwa kura tisa. Ukizipata zile kura tisa, maana yake wewe sasa umepita kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Lakini endapo utapigiwa kura na wote ikatokea katika wale wa, uh, Big Five, wale waanzilishi wenyewe wale watano, mmoja tu akapinga akatumia kura yake ya veto kupinga, basi wewe huwezi kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa, kwa hiyo anapigiwa Palestina inapigiwaga kura na wale wengine, alafu Marekani huwa inapinga, inatumia kura yake ya vito kupinga ilo azimio. Kwa hiyo kitendo cha Marekani kutumia vito yake kwao anakuwa ameblock. Kwa hiyo hiki ndo uh, kitu kinachoifanyaga Palestina inashindwa kuungwa kuwa mwanachama wa umoja wa mataifa. Kwa hiyo Palestina si mwanachama wa umoja wa mataifa. Je, Palestina wana pesa yao? Hapana. Palestina hawana pesa yao, kwa sababu ili uwe na pesa ni kazi. Kwanza kuwa na pesa tu ni kazi sana, yaani kuwa na pesa yenu ya nchi si lelemama. Uko uwe na mipaka yako unaicontrol vizuri, ili uweze kukontrol uchumi wako vizuri, uwe na taasisi za fedha ndani zilizosimama haswa, ndio unaweza kuwa na pesa. Kwa Wapalestina hawana pesa, ila wanatumia shekel ya Israeli. Na ina make sense wao kutumia pesa ya Israeli kwa sababu Israeli na Palestina huwa wanategemeana sana kiuchumi. Wa Israeli wanawategemea wafanyakazi wa Kipalestina kwenda kuwaendeshea uchumi na wa Palestina wanategemea mishahara ya Kiisraeli kujikimu maisha. Kwa hiyo pesa ya Israeli ndio huwa inaingia zaidi ndani ya Palestina, shekel. Kwa hiyo wanatumia pesa ya Israeli shekel lakini pia wanatumia pesa ya Jordan dinar na pia wanatumia dola ya Kimarekani ila zamani, mwaka 1927 saba walikuwa na pesa yao ilikuwa inaitwa Palestine Pound, na hiyo pesa yao pia ilishatumiwa na Waisraeli pia. Kwa... kile mwaka 48 mpaka 52 Waisraeli walikuwa wanatumia pesa ya Palestina na wenyewe, na Jordan pia walikuwa wanatumia pesa ya Palestina. Na sasa hivi kibao kimegeuka, wa Palestina ndio wanatumia pesa ya Israeli na pesa ya Jordan na dola. Kwa hiyo wa Palestina hawana pesa yao, japo zamani walikuwa nayo. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kama hizi, na mimi ni Rachel Robin.